Kwa ajili ya mkutano unaokutanisha viongozi wa juu wa taifa la Ukraini pamoja na Marekani kwa ajili ya kujadili juu ya mustakabali wa msaada wa kijeshi pamoja na uwezekano wa mazungumzo ya amani na taifa la Urusi. Rais wa taifa la Ukraini Volodymyr Zelenskyy amewasili katika taifa la Saudi Arabia siku ya Jumatatu kwa ajili ya mkutano na Prince Mohammed bin Salmani, masaa machache kabla ya viongozi wa ngazi za juu wa taifa la Ukraini na Marekani kufanya mazungumzo muhimu ambayo yanatajwa kuwa ni mazungumzo yaliyokuja kwa wakati mwafaka kwa ajili ya mustakabali wa taifa la Ukraini. Hii ni kwa mujibu wa katibu Marco Rubio wa taifa la Marekani. Mkutano wa sasa unafanyika katika kipindi ambapo Zelenski pamoja na timu yake wanajaribu kutafuta njia mpya za kurejesha uhusiano na taifa la Marekani baada ya mazungumzo yaliyoingia porukushani kati ya rais Volodymyr Zelenski pamoja na rais wa Marekani Donald Trump. Februari 28, vyombo vya habari viliripoti juu ya hali ya sintofahamu iliyoibuka baina ya Rais Donald Trump wa taifa la Marekani katika mkutano uliomkutanisha pamoja na Rais wa taifa la Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Rabsha hiyo iliyoibuka ilitengeneza walakini wa ni wa nini ambacho kitatokea baadaye juu ya hatima ya taifa la Ukraine kuendelea kupata msaada wa kijeshi kutoka kwa taifa la Marekani. Tayari Marekani ilikuwa imekwisha kuanza kuchukua hatua kadhaa, ikiwemo kusitisha uhusiano wa kiintelijensia kati ya taifa la Marekani na Ukraine. Ukraine kwa sasa inahitaji msaada mkubwa zaidi katika kipindi ambapo mashambulizi ya taifa la Urusi yangali yakiendelea katika siku za hivi karibuni na mashambulizi hayo inatajwa kuwa yataongezeka zaidi. Mkutano kuwa kutanisha wa sasa unatazamiwa kuwakutanisha viongozi wa taifa la Marekani na Ukraini ambao watakutana siku ya Jumanne kwa ajili ya kujadili juu ya mustakabali wa taifa la Ukraini hasa kwa kuangazia msaada wa kijeshi pamoja na uwezekano wa kuwa na mazungumzo ya kutafuta amani kati ya Ukraine na taifa la Urusi. Zelenski hatohudhuria katika mkutano huo yeye mwenyewe, lakini ujumbe wake ukiongozwa na chifu Andri Yilmak pamoja na waziri wa mambo ya kigeni Andri Sibiha pamoja na waziri wa masuala ya ulinzi Rustem Humerov Utawakilisha taifa la Ukraine katika mazungumzo hayo. Rubio wa taifa la Marekani ataongoza timu ya taifa la Marekani katika mazungumzo hayo ambapo ataambatana na mshauri mkuu wa masuala ya ulinzi katika taifa la Marekani, Mike Waltz. Akizungumza na waandishi wa habari, Rubio aliweka wazi kuwa Marekani inataka kujua utayari wa taifa la Ukraini katika kuingia katika mazungumzo ya kutafuta amani. Nini ambacho tunataka kujua ni kama wana nia ya kutaka kuingia katika majadiliano ambayo yanatafuta amani, lakini pia tutaweza kuorodhesha baadhi ya mambo muhimu ambayo yanatakiwa kuzingatiwa, kwa kuzingatia gharama pamoja na watu wanaoendelea kuuawa kutokana na vita vya Ukraine, Rubio alibainisha katika mazungumzo yake. Wanaangamia kwa kiwango kikubwa, watu wanaangamia kwa kiwango kikubwa alisisitiza katika mazungumzo hayo. Licha ya kusisitiza kuwa Marekani haitoshinikiza maazimio, Rubio alipendekeza kuwa matokeo yatakayotokana na mazungumzo hayo yataisukuma Marekani na utawala wake katika kutafuta njia bora ya kuhamasisha mazungumzo yatakayoleta makubaliano. Sitokwenda kuweka mazingira yoyote yale ambayo yatabainisha nini ambacho tunakitaka. Nafikiri tunachohitaji ni kusikia ni kwa namna gani wana nia ya kuelekea katika mazungumzo, na kisha tutaweza kulinganisha na nini ambacho Urusi inakihitaji na kuona ni kwa namna gani tunaweza tukasimama katika ukweli, aliongeza katika mazungumzo hayo.